Sasa leo katika safari yetu ya hekima, huduma ya Yesu inaanza kuzinduliwa hadharani. Kuna matukio kadhaa ambayo yameangaziwa katika injili ya Yohana kwetu na ni muhimu sana, na mojawapo ni mazungumzo kati ya Yohana mbatizaji na viongozi wa kidini wa Israeli. Yohana moja e, inatuandikia kile kilichotokea. Sasa Yohana hajamwona Yesu tangu Bwana alipoenda jangwani baada ya kubatizwa, lakini yohana ameendelea kwa uaminifu kuita Israeli ijiandaye kwa ajili ya masihi wake. Mahubiri yake kwa kweli yanawapa viongozi wa Kiyahudi msongo mkubwa wa mawazo. Kwa sababu ya hilo, hawadhamini huduma yake hata kidogo. Kwa hiyo sasa, viongozi wa Kiyahudi wanatuma ujumbe wa makuhani na Walawi kwa Yohana Mbatizaji, na watamuuliza swali hili hapa kwenye mstari wa 19: wewe ni nani? Ninapenda hilo Rahisi kabisa, wewe ni nani duniani Yohana? Sasa Yohana anajibu haraka hapa kwenye mstari wa ishirini kwamba yeye si Masihi, kwa hiyo wanauliza basi wewe ni Elia? Na na anajibu hapana mimi siyo. Basi wewe ni yule nabii? Sasa hii inarejelea ahadi ya Musa katika Kumbukumbu la Torati 18 kwamba u Bwana Mungu wenu atawainulia nabii kama mimi kutoka miongoni mwenu na ni kwake mtakaposikiliza kwa hiyo Yohana, wewe ndiye huyo nabii? Na Yohana anasema kwa urahisi, hapana. Sasa viongozi hawa wa Kiyahudi wanaanza kukasirika na wanamuuliza hapa kwenye mstari wa 22, basi wewe unasema nini kuhusu wewe mwenyewe? Kwa maneno mengine, basi wewe ni nani? Yohana anajibu kwenye mstari wa 23, mimi ni sauti ya mtu anayelia jangwani, nyosheni njia ya Bwana, kama vile nabii Isaya alivyosema. Sasa viongozi hawa wanatambua mara moja kwamba Yohana anajitangaza kuwa mtangulizi wa Bwana, na kama Yohana ndiye mtambulizi wa Masihi, basi Yesu ambaye anamtambulisha lazima awe ndiye Masihi. Naweza kuwazia hawa watu hapa, unajua, wakikimbilia Yerusalemu haraka ili kuelewa maana ya tangazo hili kulingana na Yohana Mbatizaji, basi Masihi tayari yuko hapa. Halafu unapata huu huu wakati wa ajabu kabisa katika mstari wa 29, hii siku iliyofuata, yeye yaani Yohana alimwona Yesu akimjia na akasema tazama, mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Huyu ndiye niliyemwambia baada yangu anakuja mtu aliyenitangulia kwa sababu alikuwapo kabla yangu mimi mwenyewe sikumjua, lakini kwa ajili hii nilikuja kubatiza kwa maji ili yeye adhihirishwe kwa Israeli. Kisha anaongeza katika mstari wa 34, nimeona na nimeshuhudia nime kwamba huyu ndiye mwana wa Mungu. Kwa njia, wapendwa, inanigusa kwamba hili ndilo lengo kuu la ushuhuda wako na wangu. Sasa huenda tusiwe na ufasaha wa kuzungumza au huenda hatuna uelewa wa kina wa neno la Mungu. Hata hivyo, tunaweza kumtambulisha kwa dunia yetu yenye uhitaji mwana kondoo wa Mungu aliyekuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa siku iliyofuata, baada ya Yohana kumtambulisha Yesu, mstari wa 35 unatueleza kwamba wanafunzi wawili wa Yohana wa walikuwa pamoja naye. Yesu alipokuwa eh, anapita tu karibu nao na Yohana anasema tena hapa katika mstari wa 36, tazama mwanakondoo wa Mungu. Na basi, hawa wanafunzi wawili mara moja wanamwacha Yohana na kuanza kumfuata Yesu, na sidhani, sidhani kama hilo lilimsumbua Yohana hata kidogo. Sasa mmoja wa hawa wanafunzi ni Andrea, yule mwingine inawezekana kabisa ni Yohana, mwandishi wa injili hii, injili ya Yohana. Na hatimaye tunajua Andrea anakimbilia nyumbani kumwambia kaka yake kwamba amempata Masihi, na jina la kaka yake ni Simoni. Yesu atamwita Simoni jina jipya, Petro au Kefa, kwa lugha ya Kiaramu baadaye kidogo. Sasa neno la Kigiriki hapa kwa neno upata, tumempata Masihi, ni heurisko. Hilo ndilo linatupatia neno letu eureka. Ni kana kwamba Andrea amepata hazina iliyofichwa na anampigia kelele Petro kaka yake, yureka! Nimepata Masihi, nimegundua hazina kuu kuliko zote. Basi siku iliyofuata Yesu anatembea kuelekea Galilaya na anamkuta Filipo na anamwita mtu huyu amfuate. Kisha mstari wa arobaini na tano unatueleza kwamba Filipo anaenda na kumpata rafiki yake na Nathanaeli na kumleta kwa Yesu. Kwa hiyo ndani ya siku chache tu Yesu sasa ana wanafunzi wapya watano, na hebu nikuambie, kundi hili la wafuasi litaendelea kukua, kwa sababu kwa kweli wanawaambia kila mtu kuhusu hazina walioipata ndani ya Yesu. Tunawahitaji watu kama hawa leo, ambao hawawezi kabisa kumweka Bwana kwao wenyewe tu. Basi hadi sasa tunayo ushuhuda wa kwanza kutoka kwa Yohana Mbatizaji pamoja na na kundi la kwanza la kwanza kwanza wanafunzi na sasa tutaona muujiza wa kwanza. Hapa kwenye mistari ya mwanzo ya Yohana mbili, Yesu na wanafunzi wake wanafika kwenye harusi. Tunaambiwa harusi hiyo ilikuwa Kana ya Galilaya, na mama yake Yesu alikuwa pale. Inawezekana kabisa kwamba wanandoa wanaofunga ndoa ni marafiki wa Yesu na Maria. Sasa, kwa aibu ya familia mwenyeji, jambo lisilotarajiwa linatokea ha. Divai inaisha. Basi Maria anamwambia Yesu hapa kwenye mstari wa tatu akisema tu, hawana divai. Sasa unahitaji kuelewa katika utamaduni huu, ukarimu ulikuwa jukumu takatifu. Ingekuwa aibu kubwa sana wabibi harusi na bwana harusi kumaliza chakula au kinywaji kwa wageni wote wa harusi. Sasa jibu la Yesu kwa mama yake linaonekana kama kwamba hana huruma anamwambia hapa kwenye mstari wa nne, mama kuna nini kati yangu na wewe? Saa yangu bado haijafika. Sasa kwanza, unapaswa kuelewa kwamba anapomwita mama yake mama, anatumia neno ambalo linaweza kutafsiriwa kama mama mpendwa, lakini katika ulimwengu wa Kigiriki hili halikuwahi kutumiwa na mwana kumwita mama yake. Yesu anapomwita Maria, mama mpendwa, badala ya mama anaonyesha kwamba sasa kuna uhusiano tofauti kati yao, kwa sababu anaingia kwenye huduma yake ya kimasihi. Na jibu lake kwa Maria hapa kwenye mstari wa nne, kuna nini kati yangu na wewe. Hii ni njia nyingine ya Yesu kusema, mama mpendwa, kama nitaamua kufanya jambo kuhusu hili, niache nilishughulikie kwa njia ninayotaka mimi. Kuna jambo moja zaidi hapa. Yesu anapoongeza saa yangu bado haijafika, Anamrekebisha Maria. Yesu hana nia ya kufanya miujiza ili tu kutatua matatizo ya aibu na pia hakika hana wajibu kwake kufanya kile anachotaka. Anategemea uongozi wa Roho Mtakatifu kuamua kama ataonyesha nguvu zake za kimungu au la. Basi, jibu la Maria, kwa unyenyekevu ni kuwaambia watumishi wafanye chochote atakachowaambia Yesu. Sasa, ningesema Unajua, hivi ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa maneno mengine, anasema tazama, kama Yesu anataka kufanya jambo, yeye ndiye mwenye mamlaka haya. Nini wafanyakazi wa nyumbani hapa, sehemu ya timu ya upishi mtini yeye. Kwa njia, kuna mamilioni ya watu leo ambao wameaminishwa kwamba Maria yuko mbinguni leo akipokea sala, akimshawishi Yesu afanye chochote anachomwomba. Basi muujiza huu wa kwanza unapaswa kunyamazisha mafundisho hayo ya uongo. Maria siye mwenye mamlaka hapa, hakika hana mamlaka juu ya Yesu. Mbinguni Yesu ndiye mwenye mamlaka kamili. Sasa, kwa wakati fulani, hatujui mazungumzo haya yalichukua muda gani, lakini kwa wakati fulani Roho wa Mungu anamuongoza Yesu kufanya muujiza huu muujiza wake wa kwanza kabisa. Mstari wa sita unasema, basi kulikuwa na mitungi sita ya mawe ya maji hapo kwa ajili ya desturi za Wayahudi za utakaso, kila moja ikiwa na ujazo wa galoni 20 au 30. Yesu akawaambia watumishi, jazeni mitungi hiyo kwa maji, nao wakaijaza mpaka juu kabisa. Basi baada ya hapo, Yesu anawaambia watumishi wachote maji kwenye mitungi na waende wakampelekee msimamizi wa sherehe. Na unaweza kufikiria sura za watumishi zilivyokuwa, walipotambua kwamba kile wanachomimina sasa ni divai. Kwa kweli, msimamizi wa sherehe anamwambia bwana harusi, hapa kwenye mstari wa kumi, umehifadhi divai nzuri mpaka sasa. Hivyo basi, muujiza huu wa kwanza unatoa ishara kadhaa. Kwanza ni ishara kwa Maria kwamba Yesu si mtoto wake mdogo tena. Hatakuwa tena akiongozwa na uhusiano wa kimama. Yeye yeye yuko chini ya muongozo wa mpango wa Baba yake. Ni ishara kwa wanafunzi wake wapya kabisa kwamba Yesu ana nguvu za kimungu juu ya vitu vya asili. Ni ishara kwa wageni wa harusi. Hii ni ishara kwamba Yesu amekuja kuleta furaha kwa wale anaowagusa.